Huu ni mwendelezo mwingine wa majina ya, ya wale wote ambao walituma maombi kwa nafasi za usimamizi uchaguzi mkuu elfu mbili na ishirini na tano. Katika video hii nitawaletea majina ya walioitwa kwenye usaili kutoka wilaya ya Korogwe jimbo la Korogwe vijijini. Hivyo usisahau kusubscribe kwa na, kushare na kucomment ilikuwa kwanza, endapo tutafanya uh, upload za video nyingine zinazohusu majina mbalimbali mbali, kwa wale wote walioitwa kwenye usaili. Kama tunavyoona kwenye tangazo tangazo letu la kuitwa kwenye usaili, nimeanza kwa maelezo kwa mazumuni ya uendeshaji wa uchaguzi mkuu na kwa kuzingatia masharti ya kifungu cha sita cha sheria ya uchaguzi wa rais wa bunge na madiwani namba moja ya mwaka 2024 kikisomwa pamoja na kanuni ya kumi na moja ya kanuni ya uchaguzi wa rais wa bunge na madiwani za mwaka 2025, msimamizi wa uchaguzi wa jimbo la Korogwe vijijini Nawatangazia waombaji wafuatao kufika katika usaili utakaofanyika kuanzia tarehe ishirini uh, kumi na tatu sore hadi tarehe kumi na tano mwezi wa kumi ishirini na ishirini na tano katika shule ya sekondari Amal Makuyuni kuanzia saa mbili na nusu asubuhi. Kama tunavyoona maelezo muhimu, ni eneo la, la usaili Ma mahali ambapo wasailiwa utapaswa kufika ili zoezi la usaili liendelee ni shule ya sekondari ya mahali Makuyuni, na muda ni kuanzia saa mbili na nusu asubuhi, tarehe kumi na tatu mpaka tarehe kumi na tano mwezi wa kumi. Kipengele A haya ni majina ya wasimamizi wa vituo vya kupiga kura pamoja na wasimamizi wa wasaidizi. Kwa hiyo kipengele A ni wale waliotuma maombi na kuchaguliwa katika nafasi zile mbili za juu, msimamizi mkuu pamoja na msimamizi msaidizi. Kwa hiyo haya ndiyo majina yako, majina mengi kama tunavyoona kwenye, kwenye skrini yapo haya, yote ni majina kwa wale wote walioitwa kwenye usaili. Ndio, kama tunavyoona hapo, hiyo majina ni mengi. Kwa hiyo tunaweza uh, kuangalia kwa ku search jina husika. Kwa mfano kama yeye anaitwa Clara John, hili ndio jina lako. Kwa hiyo kama unatumia PC basi utakwenda hapa, lakini kama utatumia simu itategemeana na application ambayo utafungulia PDF lakini kwa wale ambao watatumia ile itani drive viewer, unaweza kubonyeza vidoti vitatu pale kulia juu, kisha ukaenda ukabonyeza find in page. Wale wanaotumia drive, basi pia unaweza kukutana na button ya kusearch kama hii, ambapo utakwenda kuweka jina lako. Kwa hiyo utakapoweka jina lako, basi utakapo research itakuja kama hivi takuwa liko mbali na hapa, labda tuseme ni Salimu. Naona imetuletea jina hapa la Salimu na matuambia hapo a matokeo ya jina ile yako, naendelea kusoma kwamba wako wengi majina haya. Kwa hiyo utakuwa unatumia njia hiyo rahisi ili kuweza kuambalea jina lako, kibonyeza utaona Salimu wengine, jina ile limetokea kama jina la, la, la mwisho takuwa kwa yapo matokeo tofauti, usanifu mwingine zani hapo, tunaelewana hivyo. Nikumbushe tena, msisahau kusubscribe na kucomment, na pia ili kuweza kupata update za mara kwa mara, basi tunakukaribisha katika chaneli yetu ya WhatsApp. Linki utaipata katika uwanja wa comment.